Hello mwana Graphics leo twende nikakuoneshe ni namna gani unaweza kuanzisha Google meeting kwa kutumia kompyuta yako vile vile ni namna gani unaweza kujiunga kwa Google meeting kwa kutumia hiyo hiyo kompyuta yako hakikisha una mitandao kama vile WhatsApp kwenye kompyuta au Telegram au kama unaweza kutumia email ni sawa lakini hebu jiunge na WhatsApp WhatsApp unaweza kuidownload kupitia Microsoft E, store ukaandika Microsoft Store kwenye sehemu ya, ya ya searching ba yako, alafu kisha ukabonyeza kwenye Microsoft Store, kisha ukaenda kuinstall hiyo ambayo ni WhatsApp. Kama inatokea WhatsApp yako e, haiingii kwa sababu huja log in akaunti yako, hakikisha una akaunti yako iwe tayari ndani ya Microsoft Store. Kama ya kwangu hapa kwenye profile unavyoona ni e, account yangu ya Graphics Infos. Kwa hiyo WhatsApp utaionea wapi? Unaweza ukashuka tu hapa chini kidogo, inaweza kaonekana, au unaweza ka search hapa juu ukaandika WhatsApp, WhatsApp. Hii hapa inakuja, ukaweza kui download kisha ukainstall ndani ya kompyuta yako. Mimi nimeshaweza kuinstall kwa hiyo hapa inaniambia ni update, naweza nika update pia halafu, baada ya kuwa tayari imeshaingia ndani ya e, eh, hii ambayo ni kompyuta yako utakachokuja kukifanya ni kuingia sasa kwenye browser yako, kama unatumia Chrome, kama unatumia nyingine, sijui Firefox, unaweza ukasearch tu hapa Google Meeting, lakini mimi nitaingia kwenye Google Apps hapa ambao tools nita kuangalia kitu kinaitwa meeting, nitakibonyeza. Baada ya kukibonyeza hivi, nitasubiri kifunguke. Baada ya hapo nitakuja, nitabonyeza hapa palipoandikwa new meeting, maona, nitabonyeza new meeting alafu, create meeting for later. Siwezi nitatengeneza meeting kwa baadaye, nataka sasa hivi, nitabonyeza hapa start an instant meeting. Baada ya hapo ina join, ili kuingia ndani ya meeting yangu, ikishaingia kama hivi unavyoona hapa, imefungua tayari. Hapa kuna sehemu ya link eh, kuna sehemu ya link hii hapa, unaweza kaikopi ili watumie watu wengine. Baada ya kuwa tayari umeona imecopy the link, unaweza kaikata tu hapa. Sasa hapa unaweza kawasha kamera ili uweze kuonekana, au unaweza ukaizima usiweze kuonekana. Hapa umeona Alafu hapa ni sehemu ya maiki, unaweza kuikata hivi ili isiweze kusikika kwa wale ambao wanakutazama au wanakusikiliza huko waliko. Ukitaka kuongea utaiwasha, sawa. Alafu e, sehemu hii ni ya caption, kama labda utakuwa natumia lugha fulani, e, Kiingereza aaa, na unataka unaona maneno yanapita hapa kila unapozungumza, unaweza kupawasha kwenye caption kama hivi, ukipawasha kwa maana yake yule ambaye atakuwa anazungumza kama ni Kiingereza, hey, how are you my name is Kitwala I'm here to teach you about the Umona? jinsi ambavyo inakwenda lakini kwa Kiswahili utaona caption uh, ina ina inaleta ma, maneno ambayo si uh, si si yenye kufahamika kwa sababu caption yetu ni ya Kiingereza kuu kama unaweza ukabadilisha lugha ukaweka caption ya lugha yako sawa, lakini mi caption nitaizima siitaki. Alafu hapa ni kunyoosha mkono kama ukitaka e, kuuliza swali, ukifanya hivi admini kule ataona hichi kimkono. Mfano kama hapo umeona Graphics Infos amenyoosha mkono. Hapa nitakata. Okay. Haya. Hapa ni sehemu ya more options, unaweza kuona full screen, mfano mimi nikibonyeza hivi manake kio kizima kitajaa Nikibonyeza escape kwenye kibodi yangu pale juu kushoto, juu kushoto kuna escape. Nitatoka kwenye hiyo full screen halafu e, haya mengine bwachana nayo kwa sasa hivi. Kuna kitu kingine hiki hapa, ukibonyeza hapa unakata simu, ukibonyeza hapa unakata simu. Very important, hapa unaweza send reaction kama unataka kutuma emoji, labda unapiga makofi au unatuma hiyo aaa emoji yoyote unaweza kutuma hapo. Kipobonyeza linatoka hapa. Sasa ndio very important, hapa ni pa muhimu sana. Ukipabonyeza hapa utaweza kushea kio chako mtu akawa nakiona. Kwa hiyo ukisema una shea kwa Chrome tab atakuwa naona Chrome tu peke yake, ukienda kwingine anakuwa haoni. Mfano, labda nikisema natoka umu ndani ya Chrome atakuwa haoni, lakini ukisema window ni kile ambacho kitakuwa kinaonekana kwa wakati huo. Pale juu ya screen yako maanake kwingine nikienda hataona, lakini nikiweka entire screen ataona kila sehemu ambayo mimi nitapita. Kwa hiyo, ili niweze kushare, hapa hivi haionyeshi namna ambavyo unaweza kubofya ikashare. Sasa inatakiwa kwanza ubonyeze hapa ndio uje ubonyeze hapa, umeona? Ukibonyeza hapo alafu unakuja unabonyeza hapa share. Ukibonyeza share kuna hiki huwa kinatokea unaweza ukakihide, alafu na hiki pia unaweza ukakihide hapa kwa hiyo kule watu waliopo kule wakitumiwa ile linki ambayo wewe umewatumia mfano, mimi nitabonyeza hapa kwenye WhatsApp, nitaenda nitamtafuta abu Haifa. Baada ya kumtafuta huyu hapa, nitabofya alafu kisha nitamtumia ile ambayo ni linki yangu, mona nitamtumia ambayo ni linki yangu kupitia upande wa WhatsApp. Baada ya kumtumia yeye, sasa ataipokea hiyo message kisha ataibofya. Mimi nitarudi kwenye upande wa meeting yangu hapa. Baada ya kurudi, yeye sasa akibofya hiyo link, ata aski to join. Kama ujatazama video ambayo nimefundisha namna ya kujiunga na Google Meeting, tazama pale chini ya description kwa kutumia simu. Nimeweka video nyingine ambayo imefundisha namna ya kutumia simu kujiunga na Google Meeting. Kisha yeye ataski tu join. Sawa? So, ataski tu join. Kama hivi umeona ametokea hapa. Maana yake ameaski tu join, wewe utambonyeza awe admitted. Utambonyeza hivyo. Maana yake tayari ameshaweza kuingia kwenye meeting yako huyu hapa Abu Haifa. Kwa hiyo hata yeye atakuwa anaona kioo chako kwenye kompyuta yako atakuwa nakiona. Kwa mfano, ukianza kumwambia bwana moja mnabaki moja. Okay, mnaongea tu kwa sauti kama maiki zenu. Sasa, kama Abu Haifa ameingia pasi na kuzima maiki, wewe unaweza uka click sehemu ya maiki yake ukaweza kuizima. Unaona ilivyo rahisi wewe kama admin. Halafu sehemu hii hapa ni sehemu ya watu, ukipabonyeza utawakuta listi yote ya watu ambao wamewekwa kwenye nini au wamejiunga kwenye hiyo miting yako. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza hapa, unaona unaweza ukampin eh, unaweza ukamsechi mtu yoyote unayemtaka kama watu wapo wengi. Kumbuka miting na beba watu mia moja tu, kwa hiyo utaona e, hapa unaweza ukamweka mtu mwingine hapa. Ni sehemu ya meseji kama mtu atatuma ujumbe mfano Abu Haifa yeye, e, amenyosha mkono mona mkono umeonekana. Baada ya yeye kunyosha mkono, utamwambia labda e, unakaribishwa washa maiki uzungumze, labda yeye hataki kuzungumza. Utashangaa hapo, baada ya kushusha mkono, yeye anachokifanya anaandika meseji, labda sikuelewi siau sikuwele, siku, sikuwa online. Alafu anatuma, akituma, unaona hapa, sikuwa online, rudia Mona, wewe utaona hapa hata kama haupo kwenye upande wa meseji, twashumu huku hapa akiandika rudia Mona imekuja. Kwake andika tu kule rudia kituma imekuja hiyo message. Kwa hiyo ni rahisi sana kutumia Google Meeting. Vingine ni vya kuendelea kujifunza taratibu. Hiyo ndio eh, msingi wa kutumia Google Meeting ndani ya kompyuta. Kama wewe unakuwa ni mwenye kuanza kujiunga na hiyo meeting. Sasa ikitokea kama wewe ndiye uliyetumiwa link, tuwashoe, mimi nakata simu hapa. Wewe ndio uliyetumiwa link. Kama ni wewe uliyetumiwa link, utakuja uibonyeze ile linki kama hii hapa, utaibonyeza. Baada ya kuibonyeza, itakupeleka ndani ya hiyo ambayo tunaita ni Google Meeting. Hapa unaweza kazima kamera, alafu hapo kazima mic, kisha ndio kajoini maona, wewe ndiye ambaye umetumiwa link. Kwa hiyo kama umetumiwa linki utaibofya WhatsApp, itakuingiza utajoin. Mpaka hapo sina la ziada, endelea kufanya mazoezi ili kuweza kuimaste vizuri hii ambayo ni Google Meeting. Like, share, subscribe. Jina langu ni Abu Haifal Fadi, na hii ni Graphics Infos.